Uh, Harmonize ni msanii mkubwa sana. Harmonize kuniposti tu vile ni Insta story lakini kuna kitu kikubwa sana ameniongezea. Of course niliwasiliana naye, tuliwasiliana eh, tukaongea sana eh, eh, na kuna kitu fulani alivyokifanya kikubwa sana kwangu. Yes, as I told you, tupo kwenye uzinduzi wa duka la Asma na huyu hapa mbele yangu anaitwa Kiredio. Kiredio. Tutakuja siku nyingine kujua maana ya Kiredio. Mambo vipi mzee wangu? Shwari ndugu yangu. Niko fresh. Namshukuru. Ni ngumu sana kumkuta Kiredio kwenye hafla kama hizi, yuko peke yake bila mama pembeni. What's going on, bro? Uh, sasa kwa sababu kwenye shughuli kama hii tunajua pia nyie mpo wengi. Alafu no no no. <laughs> Leo sio tu shughuli, ni moja ya shughuli ya mwanafamilia wenu mkubwa Asma Jamil. Kwenye crew wenu ile, alafu leo hayupo hapa. Kwa nini vijana? Muona kabisa leo sijamuona kwenye spotlight hapa, kabisa sijamuona. Ah, sasa alikuwepo hata posti ambayo tumeposti wakati tunaongea pale nje alikuepo. Ila kwa sababu nyinyi mpo, sijataka a communicate sana waandishi wa, sijataka ajibu maswali sana lakini, nikamwambia mimi nitamaliza na faili ya nyumba, weka pembeni. Uko fresh lakini, uko vizuri kabisa. How do you feel kabisa kuona leo mwanafamilia mwenzenu anaanzisha biashara nyingine, ambayo kimsingi mmekuwa mkichukuliwa kama watu ambao mnatangatanga mitandaoni, lakini leo mtu anafanya big investment kama hivi inaleta picha gani? Inazidi kuwatengenezea confidence kwa watu kwamba tunachokifanya kina impact nzuri? Kwanza najisikia vizuri sana. Unajua, hapa naona kama niko kwangu, yani naona kama niko dukani kwangu, kwa sababu anytime na uwezo wa kuja hapa nikamfokia mfanyakazi nikaondoka. <laughs> Nikaja nikakopa, nikaanza nikapika kwa Asma kabisa pale pale, tukala naye bila kujua kama nimekopa dukani kwake. Ajisikia amani sana, ajisikia faraja sana. Mimi niongee ukweli kabisa, leo nitaongea ukweli. Kwenye industry hii ya content tunapata hela nyingi ba, tunakatwa asilimia tano ile ile <laughs> watu waje ah, tuna, tuna of course tunapata hela na watu watu wakishona clip kama hizo waoga na wanahitaji TRA wala msiangaike, msi sisi tunalipaga asilimia tano, alikuwa anasema Riki hapo yeah. Tunapata hela nyingi na tunakatwa asilimia tano yani tunalipia TRA. Sasa ni maamuzi yako, kwa sababu unasema sanaa haikai muda mrefu, utakuja utakuwa ni muda wako, utaondoka Je, muda ambao unaangaliwa umetengeneza nini? Ndio kitu ambacho amekifanya hapa Asma, na hii sio sio sio sio mwisho. Ametochea sisi challenge, sasa mama chanja, Mr UK wote kwenye familia yetu, na kitu ambacho ulikuwa ukijui nitakubasha ni kwamba, <laughs> mwaka jana familia ilijidai sana kununua magari, tulikuwa tumeongea hivyo kwamba jamani, moja ya malengo ya familia yetu tuhakikishe kabla mwaka hujaisha kila mtu ana magari Mwana mama chanja Asma utamena magari mwaka jana. Mwaka huu tumeshaka kikao cha familia, tumesema mwaka usiishe, kila mtu awe na biashara. Kwa hiyo Asma ametufungulia, ametuachia challenges sisi wengine. Kwa hiyo ni kitu kizuri kumuona mwanamke mwana kwenye tasnia kafanya investment kubwa kama hii, biashara kubwa kama hii, unaongeza una confidence, hata wanapokutana sana na watu wengine, wasanii, sijui nani, watu washazoea kwamba binti anafanyaga tu vituko tukimpa hela tunamtingisha. Ah, sasa hivi ukimpa smile tukishiki biashara hii hapa imesimama. Okay, hmm. sawa Kiredio, najua kuna watu, watu wanaona nyakati zako za furaha zaidi kwenye mitandao si ndio? hawajui nyakati ambazo Kiredio huwa unakaa ndani unalia. ni kitu gani ambacho kilisha ukakaa ndani ukalia ila watu ukalazimika kutoka nje kuonesha nyuso ya furaha ili ufanye content. Uh, okay, mimi kuna show nilishawahi kuifanya hiyo show nilikuwa natamani, yani nilikuwa natarajia kuifanya leo kesho, nipe kodi na madeni mengine mengi, lakini ile show yenyewe wakati inaisha tu ikaanisha na madeni, kwa hiyo hata kodi nikawa sina bado na madeni, eh, mwenye nyuma anataka hela yake na yale hela kumlipa sina, ndio dondoka na nilikuwa na hapa na show nimefanya nyingi, hilo leo jizimisha. Ah, show nimefanya nyingi na hicho kipindi nilikuwa niko na vi, kwa hiyo yaani unajua ni yani nilikuwa na mtandaoni jina langu ni kubwa vibaya mno. Hiyo siku likaa, nikalia sana nikalia sana nikalia sana. Watu ambao walinisaidia ni familia yangu, via alikuwa mstari wa mbele kunisaidia girlfriend wangu, wazazi wangu, lakini nikainuka tena. Hamna kitu ambacho hakina misukosuko ndinachokiamini. okay. mm. mama huwa anatumia mitandao Mama yangu sasa, ilikuwa ni mwaka jana, mwaka jana za ndo lilimnunulia simu kubwa, nikamtumia koo dada, wakamfundisha. Sasa hivi, hata nilipokuwa Kenya South ananipigia video South ananipigia video call eh, unaendelea simu na nini hivyo, tunaongea tuna ko uaga, sometimes ananipigia Wana, kwenye page yangu akitoka ingia kwenye page ya V, akitoka ya mama chanja, yes, no, anafuatilia mmm, <laughs> <laughs> <laughs> e, mama. <laughs> Mama mitandao anaona, kiredio unavyosemwa mtoto wake ambaye ni mpambanaji, umeenda umemfungulia biashara pale na nini, umeimprove biashara yake imekuwa kubwa nini, lakini mama, kama mama anajua furaha yako ipo kwa vi, anapoona mtoto wake wa kiume ambaye anapambana kujinasua huko chini. Hatujui historia ya Kiredio ametoka wa wapi. Leo hii watu wanaweza kaona mafanikio yako wewe ni madogo, lakini kumbe kwako wewe unajiona Elon Musk kwa kutokana na maisha uliyotoka. Hizi maneno ya kwenye mitandao ya kijamii haswa kuhusiana wewe na vi kuna namna mama alishae kupigia simu kuambia, mwanangu, ushauri wangu ni huu hu uh. Kiukweli iko mo personal kidogo, lakini nitaongea mimi na vi. Bado ni tupo kwenye stage ya awali kabisa, uh, tuna tunaomba Mwenyezi Mungu tufike huko juu kwenye ndoa na nini tutengeneze familia, lakini kwenye stage hii ambayo tupo, mama yangu ni rafiki mkubwa wa vi kuliko hata mimi mkubwa sana wa vi kuliko hata mimi. Mimi kuna kipindi fulani siwezi kusema kwamba hivi kwenye mimi na vi hatujawahi hey, kugombana. Sasa hivi tuna miaka minne kugombana kuko. Kuna kipindi tulishawahi kupishana tu kidogo na vi, sikuamini mama yangu alikuwa upande wa vi mpaka mama akaniambia, oya usipoongea na mwenzio usinipigie simu. Imagine. Kwa hiyo yaani furaha ya mama Kiredio Yaani, ni kwa mfano ta zikitokea, watu wanaongea mtandaoni, mama ananiambia maskini binti wa watu, yuko sawa. Anampigia simu uko sawa mama, mmeshaeneo njiaam ituka, ikitokea kitu Franki kitukinaongelewa, anamjali kwanza sawa, kuliko hata mimi shida. Kwa hiyo, As long as familia yangu inaelewa, mwenyewe anaelewa, msijawe kuogana shida na maneno ya watu. Kwa kawaida wazazi, wazazi wa mtoto wa kiume huwa wana feel proud kuona mtoto wao yupo kwenye mahusiano na mwanamke, sawa. Lakini kwa wazazi wa upande wa kike huwa wana feel proud kuona mtoto wao yupo kwenye ndoa. Oh, Huwa unajiintroduce vipi kwenye familia ya V? Huku mitandaoni umeshajitangaza kwamba wewe ni mpenzi wako, wakati wao hawakutambui officially kwamba wewe ni ni ni, ni mume wa wa V, unakaa kwenye position gani pale V anapopata changamoto au unataka kuasiana familia yake? Kiukweli bwana, kujitambulisha kwenye familia ya ya ya upande wa kike, kiukweli ni ngumu Asa asa baba, lakini ukweli usipingika ni kwamba hauwezi kufika kwenye ndoa yeah, kabla hujapita stage ambayo tupo na vile. Kwa hiyo hata wazazi kuna namna mwanzoni, unajua mimi mwanangu kule na vile anasoma eh, hicho kipindi kilikuwa kigumu kama mwanetu anasoma, unajua eh, hizo kipindi kilikuwa ni kigumu sana. Kuna kuna changamoto tumezipitia, lakini tumezivuka. Sasa imefika kwamba okay, ashamaliza chuo. Hii stage lazima ipitie ndo tuje huku. Kwa hiyo hata wazazi wanatuona mtandaoni wanatuona a, mara moja moja unasalimia e, yani wamesha wame, wamesha kubali kwamba okay mwana wetu hawezi, mwana, mwana, mwana, hatu, hatu, hata kuja kuolewa kama sio video stage ya uchumi. Hauoni kwamba hilo ni deni kubwa ambalo uko nalo kwa namna yoyote? Wazazi, mfano mama yako, ndugu zake, wanaamini wao watakuja kumwoa v endapo hata ikitokea mmekosana, mnaona kabisa hatuwezi kupiga hatua nyingine, mnabaki mna date kwa sababu ya kwa sababu ya, ya, ya nguvu ya familia pita eh, mkuu? Mkuu? Mkuu, mkuu, tu mkubwa pita tu mkubwa mkuu, unapokuangalia angalia ndio mwaka unaweza kupata tuzo. Ongea na mimi vizuri. Eh, eh, ulikuwa nasema swala la deni. Eh, uone kama una deni kwamba kuna muda mfano kwenye mahusiano unaweza kusema ah, ni bwana kila mtu bwana afanye mambo yake mfano, mboyake, mfano. Lakini kwa sababu kuna familia tayari imeshajihusisha ambapo tena ni ligo sio official. Deni ni kubwa na niseme tu deni ni kubwa, ukiachana na deni sijui nitatajua mahari shingapi ndugu yangu. Unajua kuna mna kwamba wewe sasa tulikuona sana. Hem mtu wa mahari kiasi hichi. Upande wa deni la ndoa kiukweli tuna mipango mikubwa ambayo tunamwomba Mwenyezi Mungu, sio siku tunamwomba tu Mwenyezi Mungu. Sasa nikaa nimesema na, na mipango hii kesho mipango ikavurugika, maisha yakawa ni mengine tofauti. Lakini sisi kama sisi, ni mwaka wa nne huu, mipango yetu ni ndoa na tunamwomba sana Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hilo deni litalipwa. Nikimwangalia V mara nyingi yupo na rafiki zako wewe kwenye saiko yako, sijawai kumwonaga V na marafiki zake mm, wakichanganyika na marafiki zako au na wewe mwenyewe, ni kwamba wakati wa kutengeneza penzi lenu marafiki wa walikuwa na kupunguza sana kariha, silawa, kabisa una kisasina kaiskaribu. Ilibidi mimi ndo niamue awe na watu gani kwenye maisha yake. Alikuwa na marafiki zake, huo ni ukweli, na kuna wengine walionaga kama mimi mii, mimi naambia tu, huyu rafiki simtaki, achana na huyu rafiki, huyu simtaki. Kwa hiyo nilikuwa more safe wakiwa na marafiki zangu mimi, kina mama chanja ambaye amba pia ndo marafiki zake wakubwa. Kwa hiyo ana marafiki zake wachache, sio watu wa mitandaoni, lakini pia marafiki mimi ndo namchagulia sana. Okay. La mwisho hili. Juzi kati, mlipitia changamoto kidogo ya masuala ya videos, tanii za utupu na nini watu wakazusha hivi, hivyo wakazusha hivi. Mlimaliza vipi lile? Sasa, kiukweli uh, ni kwamba tu hapa leo Disemba sisi tuna tumejiwekea utaratibu wa kuzurura zurura kidogo. Ma tumeenda Mbeya, tumerudi tumeenda Kenya. Lakini tayari tu hata serikali yenyewe ilikuwa imetuita uh, kwa sababu muhusika mwenyewe wa kwanza kupublish hizo story alitutafuta kwa baada ya kupost clip ametutafuta, serikali pia ikatutafuta kwa ajili ya kwenda kutoa maelezo ya huyo mtu ili taratibu nyingine za kisheria zifuate. Kwa hiyo sasa nikawa siwezi kuliongelea sana, lakini ni kwamba hili jambo lingekuwa limeshafika mbali kama tungikuwepo Tanzania. Kwanza nakumbuka wakati tunatafutwa uh, mara ya kwanza tulikuwa Mbeya lakini tulipofika tu Mbeya kesho yake tukaenda Kenya. Kwanza tunapoongeza tunasema, tunapoongeza, jamani, sisi tumesafiri, tumeenda Kenya, basi mkirudi, mfike ofisini. Tumefika jana, leo tumeingia kwenye shughuli, nadhani kama sio kesho ni kesho kutwa tutaenda kwenye vyombo vya sheria, alafu process nyingine itafuata kuanzia hapo. Okay. Sawa. So, at first ili kutikisa Hai, yani haikuwai, yani, kunitikisa kwa sababu mtu wa kwanza mwenyewe kunitumia hizo taarifa alikuwa ni alikuwa ni yani mimi posti ya kwanza naiona kwenye DM ya DM. South, rusha, DM ya V nana kwenyemya South niko Arusha nafungua DM yake, hiyo post mimi, bwana mambo ya ya kawaida kawaida kawaida, kwa nilikuwa kuchukulia nilipoanza hey, ni ni baada kuona kama yeye yeye kum hata yeye alichukulia kawaida, lakini unajua post zinavyozidi, unavyoanza kupigwa simu na familia unapigwa simu na watu ambao ni waheshima sana, unaanza kuwa... Sasa mimi nachukulia kawaida, ina maana watu huko nje wananionaje? Hebu tuanze kufuatilia hapo, naboko tukaanza kuwasia, lakini sisi tulikuwa sawa kabisa. Maana juzi Harmonize alionyesha DM yako ya miaka kadhaa huko nyuma, uh, akasema ana wish awaone kwenye video ya ngoma yake na Mbosso. Leo mpango upo, imefanyika kwamba wewe nyinyi mtahusika, anapenda kapo yenu, mtahusika kwenye video yenu mpya, video yake mpya uh, Harmonize ni msanii mkubwa sana, kuandika vile kwangu pia ni heshima kubwa sana, yaani Harmonize kuniposti tu vile ni Insta story, lakini kuna kitu kikubwa sana ameniongezea, nadhani kwenye masuala ya video. Uh, of course niliwasiliana naye, tuliwasiliana, eh, tukaongea sana. Ehe, na kuna kitu fulani alivyokifanya kikubwa sana kwangu, na appreciate, uh, maswala ya video tusubiri itoke.